Karibu katika kipindi kizuri cha Ndoto ni Maisha. Ndoto ni maisha yako, na hii ni Ebeneza RTV, mimi ni madamu Mchina, na hii ni nukuu. Na leo hii taangazia swala moja la ndoto. Ndoto ukiota uko kwenye makazi au nyumba pamoja na watu wa makanisani kwako au pamoja na watumishi wa Mungu, maana yake ni nini? Karibu twende tukasome Waebrania tatu sura ya tatu mstari wa sita Biblia inasema yani, neno la Mungu linasema Bwana Kristo kama mwana juu ya nyumba ya Mungu, ambaye nyumba yake ni sisi, kama tukishikamana sana na ujasiri wetu na fahari ya taraja letu mpaka mwisho. Na kisha tusome Wakolosai 4 ule mstari wa 15. Biblia ya inayosema, yani neno la Mungu linasema, wasalimuni ndugu walioko Laodikia na Nimfa na kanisa liloko katika nyumba yake. Utaona nyumba au makazi vikielezwa kuwa ni nini? kanisa la Mungu. Kwa hiyo ukiona ndotoni uko kwenye makazi au kwenye nyumba pamoja na watu wa makanisani au watumishi wa Mungu, ujue kinaashiriwa kinachoashiriwa kwako katika hiyo nyumba au hayo makazi ni kanisa la Mungu. Kupitia ndoto ya aina hii, Mungu anataka uwe na macho ya kiroho ya kuona kanisa lake jinsi lilivyo, au uone kitu ambacho yeye anataka ukione juu ya kanisa lake. Kwa mfano, ukiota uko kwenye makazi au nyumba pamoja na watu wa Mungu au watu wa kanisani kwako, halafu kuna giza tufu tafsiri yake mojawapo ipo kwenye kitabu cha Waefeso sura ya kwanza ule mstari wa 18. Neno la Mungu linasema macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu waulisi wake katika watakatifu jinsi ilivyo. Maana yake ni kanisa limekosa jicho la kiroho kulifanya lione mambo ya kiroho au lione mambo wa jinsi ya rohoni. Kwa hiyo linaelekea kwenye kupoteza mambo muhimu ndani yake toka kwa Mungu. Linapotea kwa sababu halina ufahamu juu ya mambo ya Mungu. Linahitaji kuomba ili Mungu alipe nuru ya kuliangaza upya. Pile kanisa limekosa ufahamu wa kujua kujua mambo yafuatayo: a kujua wito wake au wito wake libo, mahala lilipo mahala lilipoijiwa. b halijui utajiri au wingi wa utukufu wa mungu ambao mungu amelipa mahala lilipo. Na ukiendelea kusoma kitabu cha Waefeso sura ya kwanza na mstari wa 18 na kuendelea, utaona vitu vingine vingi ambavyo kanisa linaambiwa kuwa limekosa kuvijua na kuviishi mahara hapo.